Halafu alipomaliza akasema, ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, anafunguliwa milango ya pepo minane, aingie kwa anaotaka. Sasa utaingia kabla hujafa? Hapana. Sasa lakini umeandaa maandalizi kila siku wewe ya kumwambia Allah nifungulie milango ya pepo. Zikri mpaka baada ya kutawadha, nashuhudia kwamba hapana anastahili kuabudiwa ila Allah, na ninashuhudia mimi kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. E Allah, nijalie mimi niwe katika atawabin, wenye kurejea kwako kwa katubu, na unifanye katika minal mutatahirin, wale wenye kujitakasa. Kuzote ni dumu kujitakasa hivi na kujitakasa nafsi yangu. Dua nyingine, allahumma ghfirli dhambi, yani unaweza ukasoma hii au hii sawa. allahumma ghfirli dhambi, e Allah nisamehe makosa yangu na dhambi zangu, wawasihli fi dari, na unikunjulie nyumba yangu ya Rabbi. Wabarikli fi rizki, na naunibarikie ya rizki yangu. Mpaka baada ya kutawadha umejisalimisha kwa Allah subhanallah, nisamehe makosa, nikunjulie nyumba, nibariki rizki. Kitu gani kimebaki kwa dua hapo ya maisha, nibariki ya Nibarikie rizki Sio nipe riziki nyingi, baraka ya riziki. Sio kupewa sana, umepewa kitu kikakusaidia kumtii Allah. Lakini umepewa vitu vingi, alafu vimekusaidia kumwasi Allah, hamna baraka.